Simba, chochote anachokifanya, sisi taarifa tunazo. Mimi naweza nikakusomea mpaka zile ajenda za ule mkutano na maswali na majibu, baadhi ninayo, barua ninayo hiyo, na nini ninayo hiyo, dokumenti ninayo, ndaiposti, umenielewa <laughs> ninayo na, na tena nataka niwambie na tajiri amesema hivi. Iwe mbwai iwe jua iwe mvua lazima kieleweke, na wengine anasema tunataka kujua kila bango lilopo kwenye nini shati lao siyu kanga ao, ile wanataka wajue thamani yake. Unauli, yani unashtuka unataka shuka wakati kumekucha. Kwa maana hivyo tajiri naye amechelewa pia. Watajua nani amechelewa nani amewahi, mtajua hapo. Mimi nimewapa tu kidogo. Kidogo tu kidogo tu yanayoendelea. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hakuna maelewano pande ye. Wakati wanaacha alama tatu Benjamin Mkapa, ni mbinu za mwalimu ziliwakostisha ama wachezaji wenyewe sio mbinu za mwalimu, yale yalikuwa ni maelekezo. Na hata wamesafiri wameenda huku bado maelekezo. Msimu huu nakwambia leo hapa Simba havuki robo fainali, haendi robo fainali. Huo ni mpango na mkakati iliyowekwa, lakini nani <laughs> hoja shtuka tu nichosema hapa jashtuka tu hujaelewa tu, umenielewa? Leo baadhi ya watu wanaitana hawana akili mle hawana, umeona nini? Nawaambieni, simba iliyokuwa bora ilishakufa, na kaburi lake liko wapi Ilinga mm? hey. Simba iliyowaitikisa iliyowaitamba hadi mimi nilikuwa naomba po iko ilinga pale kaburi lake. Unasema hivyo ni kwa sababu wale tayari wameacha alama tatu, au kwa sababu alama tatu pia kwenu nyinyi zimewapa jeuri ya kuongea? Sio alama zetu tatu tu, sisi tunafanya ya kwetu, na tunamwangalia jirani anafanya nini. Ndio maana sisi tunatangulia, wao wanafuata, umenielewa? Kwa hiyo mimi nikishafanya kazi yangu namwangalia jirani yangu amefanya kitu gani? Amefanya vizuri au amefanya vibaya? Amefanya vizuri, naangalia wapi amefanya vizuri, mimi nikaboreshe zaidi. Kwa mi siwezi kufanya, siwezi kusema nitacheza mpira wangu Yanga tu Yanga tu, bila kumwangalia Simba nini anachokifanya, huo ni uongo. Na Simba hawezi kucheza mpira wake tu bila kuangalia Yanga, huo ni uongo. Kwa sababu amefanya vizuri kimataifa. Nani, jitambulishe jina lako kabla sijakutukana. <laughs> Mzoefu. Amefanya vizuri kimataifa. Lipi zuri Simba amefanya kimataifa kwao? Kula ugali na mchuzi wa nyama umetoboa maisha? Niambie, maana nimekuuliza, kula ugali kwa mchuzi wa nyama ni kutoboa maisha? hatua, hatua. Hmm. Kwamba ndio naelekea kula nyama aisee, labda <laughs> ungesema bora mimi ni kibogoyo, kula nyama siwezi, ndio maana nimekula ugali na mchuzi wake, ningekuelewa Simba bado hajafanikiwa Tanzania, hakuna timu iliyofanikiwa kafu. Naomba nieleweke hivyo, Tanzania hakuna timu iliyofanikiwa kafu. Tunatafuta mafanikio kafu sio, umenielewa? Na mafanikio tunayotafuta sisi ni kubeba lile kombe. Hayo ndio mafanikio. Simba na kombe gani la kafu? Niambie hapa. Kama makundi, Singida yumo, Azam yumo atwende skafu mm. Umenielewa na Mungu alicheza biashara, alifika. Sikiliza fainali Simba amefika na Yanga amefika mm. kipi cha kujitambia kwangu? Leo mimi sina cha kumtambia yeye. Mimi sasa hivi nachotafuta namna nikibeba lile kombe ndo nimwambie Simba, mimi na kombe la kafu, wewe unalo na ye bebe kombe la kafu aje nitambie. mimi na kombe la kafu, wewe unalo, ndio nitasema wamefanikiwa. Ukubwa apua sio wingi wa kamasi, umaskini hautoki hivyo. Waandishi waambieni, nyinyi ndio mnawapa sifa za kipumbavu. Simba kwamba Simba amefanikiwa, kafu amefanikiwa. Kwa lipi? Kuwepo namba tano bora kwa barani Afrika, anafungwa mara sita na Yanga anakosa ubingwa. baki tubaki hapa Leo hii nikwambie, Singida yumo, Azamu yumo, Yanga yumo, Simba yumo. Aidha Singida au Azamu akibeba kombe la Kafu, utaniambia Simba na Yanga ndio wenye mafanikio makubwa kuliko Azam au Singida? nani atayeonekana mwenye mafanikio Kafu? Sasa mimi leo nacheza na, na jesi Kabiri. ana vikombe vitatu vya Kafu, lakini top 10 hayumo. Nacheza na Sifarabati ana vikombe zaidi ya vitatu kafu, top 10 hayumo kwenye lengi. Leo unakaa na akili zako sijui za kutumwa wapi, ambazo zinaishia zina kula nani, tunadanganyana kande, nilishe bora ni chakula bora kwa ubongo, mimi sielewi. Unakuja kusema Simba na mafanikio kafu, mafanikio yapi aliyoyafanya? Eti nakuuliza mafanikio yapi? Piramidi kabeba kombe la klabu bingwa wote, tumeona msimu jana 2024 ishirini na tano. Yuko namba tano kwa ubora wa barani Afrika, yuko namba nne kwa ubora barani Afrika, yuko namba sita kwa ubora wa barani Afrika. Leo uanze kuniambia Simba na mafanikio kuliko Pyramids? Mimi nitakuwa namfundisha mtoto mpira hapo na kuuliza Leo nikae kibongobongo kai... Kibongo bongo, kivipi? Alasibekana amebeba kombe nafasi... yuko nafasi ya nne kwa ubora barani Afrika. Uongo kweli eh? Natakiwa nizungumze vitu kama ni mtoto wa viadapt. Yes, hiki kinachoongelewa ni point bwana. Simba amekuwa na nafasi ya tano kwa ubora barani Afrika, ndani ya hii nafasi ya tano ana kikombe cha kafu amepata kwa kustrago moja, mbili, tatu. Pengine kinachomweka pale namba tano ni nini? Hivi tunavyosema tunakusanya maoni, unaweza ukamwona kijana yeyote wa hovyo kabisa akatoa pointi ya msingi kabisa, huwezi ukampa heshima yake? Hey, Simba labda amefika pale kwa kupiga danadana dana. Kwa hiyo mnatakiwa kumheshimu pia nani mimi naheshimu kwa mchango wake wa mawazo, sio kusema kuna uchumi wowote ameuleta haupo. Simba kuna kombe lolote ameleta kutoka kafu, iwe shirikisho au klabu bingwa? Kama amna, unanishawishi una una una vipi nimwambie Simba ndio top klabu labda Tanzania kwenye michuano ya kafu? Kipi? Leo hii tunavyozungumza, kafu Simba na Yanga, aliyecheza mara nyingi zaidi kafu ni Yanga. Lakini nakuja kuijaji timu yangu Yanga, ndio umecheza mara nyingi zaidi kafu, una mafanikio gani? Umeleta kitu gani cha ziada? ko tujaji vitu kwa matokeo Mwenelewa, Simba is neva neva. Labda umdanganye mlevi, mdanganye mgonjwa yuko wodini, aliyopo Milembe, kumwambia Simba amefanya vizuri, au mtu anayetoka gerezani leo, Simba amefanya vizuri. Hajafuatilia, hajaperuzi, anaweza kakuelewa. Lakini mimi ninakaa hapa kila siku naangalia, huwezi kunishawishi. Na tena ndio leo nakwambieni. Leo Simba kule kimataifa anaenda kutia aibu Anafungwa kule ugenini kama alivyoenda Azam na Singida, anaenda kufungwa, anarudi nyumbani hapo, na nafasi bado anayo anayo. Anacheza na Vipers yet anacheza na Horoya ambayo ilienda kule kwenye loji ambayo wadada wanafanya udangulo pale. Tuzungumze football. Bo Horoya alileta ujinga, alijua kabisa ameshafanikiwa Anakuja hapa na pointi sita, anajua nikimfunga Simba naenda na tisa. Wakati Simba naye anamlia timing. Anamuonyesha mwenzia oloya guest za ofyo. Nenda kalale hapa. Asubuhi tukutane dakika 90 pale Benjamin. Wachezaji wanakuja wamelewa wa oloya. Simba anajibondea tu goli saba. Anafikiri hili kundi ni leo? Eh? Ngoja. <laughs> Petro atetiko ametoka kule Kaambia hizo gesti zako za ovyo, sitaki uchumi ni nao, najiweza twende dakika tisini. Amemlamba, anaenda kule ma... ameenda kwa kuungaunga tena. Tusija tukasikia kule Mali, waandishi wa Mali tunawaomba hapa, msiandike Tanzania ya daiwa, wamekuja huko yani Watanzania wa tumeenda kule tumekopa guest. sisi Watanzania tuko hivyo kama ni Simba, andikeni kabisa Simba inadaiwa hotelini. Najua uwezo wa kulala hotelini hamna. <laughs> Ah, we hela hotelini Simba watolee wapi? Nakwambia leo hapa Simba hela hotelini watolee wapi? wana tajiri tajiri gani? kasusa kasusa, wanaenda kule mali, wanagongwa, wanarudi hapa na esperanza di